E, tumezungumzia waigizaji, tumezungumzia wanamuziki, tumezungumzia wachezaji, walimbweni <laughs> walau tuanze hapo e, wachezaji wengi na wasahau sasa hivi, lakini naweza nikakumbuka kina Boniface Pawasa ao kina Kaseja jwe Mgosi hasa ni Mgosi a ni makocha kina ngaina nao makocha hao sasa hivi wakina uh, awazi juma makocha hao Mtibwa pale. Mtibwa kina Mga niko na Mungu Thomas Morris, au e, wakina aliruvu aliruvu, kiti menejer e, wakina Nicodemus Nyagawa, katibu wa TFF mwenyewe, kidau e, nani e, Aaron Nyanda, unaona wengi tu, alimaya Itembele ambaye nilimtoa alikukua anasoma, nikamleta, nikaambia sasa hapa sina fom 5 nikampeleka kama kumshikiza Jitegemee, yee ayee okay. Na dems yeye na njoholekwaiyojumajabu jumajabu, nilimwona katika michezo ya madarasa, mm. Nikashangaa basi, nikamshawishi nkashangaamboakachelewa. Alikuwa kidogo shai, alikuwa sio wale ambao wakoshapu wakoshapu una dalata ah, uh -uh. Wakaingia kwenye timu eh. Kuna kuna mwingine ambaye tulimbua kwenye mchezo wake bwana Hasheem Thabeet. Tumekwenda chuo kikuu cha Dar es Salaam um. Eh, tukucheza basketball, tunaona jitu refu linatamba nje kule, unaona, wakati umri wake mdogo, kwa hiyo na urefu wake anaangalia eh tu anaangalia tu, eh, tu eh, nikamwambia wewe unasoma wapi? Akaniambia nasoma shule fulani basi kesho njoo shuleni mwage mama kwamba unakuja Makongo, uje tuongee, alafu salamu utampelekea mama. mm -hmm. Basi nikaambia bana, unaonaje ukija hapa hii, mimi napenda sana urefu wako, unaona, unacheza basketball eh. Anasema na, na, na hakuwa iki hivyo, lakini nikaambia urefu wako huu, utajua utajua. Basi ilikuwa na mwalimu wangu ni marehemu mwalimu nani ule wa basketball kwa mzuri sana, ndiyo kaanza kufundisha kidogo kidogo, hatimaye Hasheem huyo Tunakwenda Mombasa kwenye michezo ya Afrika Mashariki. Uh, kocha wangu ananiletea majina kumi na mbili, nkwenda Mombasa twende nalo, lakini dakika tano tu basi, watu wakikuona una timu ila majini wanajua <inaudible> <inaudible> Tanzania leo maasa, Makongo leo wamekuja wamekuja vizuri, basi ndio ikatokea. Na kweli, Mombasa alicheza kama dakika kumi tu, lakini watu waka, waka Kenya wakamwona leza hilo, wakamwona tuporudi, wakaandika barua huyo, ah, tunamhitaji huyo. Nikawasiliana na Hashim, kawasiana na wazazi wake, familia, na kuna vitems kule kwamba atakuwa anapata nauli kaposho kidogo tukamwachia kaenda.